Haya, uh -huh. Ha, Bismillahi Rahmani Rahim, kwa jina naitwa Jamila Alberti Musa. Niko maeneo ya Homboza ambalo ni sawa na shamba langu liko hapa hapa Homboza. Hilo shamba lina eka tatu na nusu hilo shamba hili shamba ah, hili shamba lina eka tatu na nusu Ndani yake mna nyumba ambayo yenye vyumba vitatu, chumba kimoja kina choo pamoja na sitting room. Ndani ya shamba mna mazao yafuatayo minazi, miembe, pamoja na machungwa, malimau, mafenesi, mbarachichi, mikorosho. Shamba hili naliuza kwa hiari yangu mwenyewe, hakuna ninalazimisha wala nini. Nilinua mimi mwenyewe mwaka elfu mbili na tatu kulingana na mazingira nimeona niuze. Kweni nauza kwa amani kabisa, wala alina tatizo wala alina mgogoro wowote, ni haki yangu. Majirani zangu ambao niko nao katika ile eneo wapo, nafahamu tangu nimenunua, wananijua mpaka serikali za mitaa, nimefika kwa mtendaji, nimefika baadhi ya wao, hata alina wasiwasi. Hili shamba ni langu mwenyewe, nauza kwa hiari, wala si kwa tatizo, nimeamua tu niliuze. Linapatikana Omboza maskani poa, mkoa gani? Wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani. Ukitoka maeneo ya mjini kama vile Kariakoo, unaweza makupanda magari pale Machinga Complex mpaka Omboza yenyewe. Ukishafika pale Omboza unachukua pikipiki mpaka piki hapa shilingi elfu moja kwenye eneo la shamba elfu moja Kama unatokea Temeke unakuja mpaka Gongo la Mboto, unaweza ukachukua magari pale ya Chanika unafika moja kwa moja mpaka Homboza. Unatokea Mbezi kwa Magufuli, una magari yanayopanda mpaka pale ma Gongo la Mboto Ukishafika Gongo la Mboto kuna magari mengi yanaofika kufika Chanika na magari ya Omboza pia yanaotokea Kariakoo hapo. Mpaka hapo Omboza stendi pale ndio unachukua pikipiki kufika hapa kwa shilingi elfu moja mpaka eneo la shamba lilipo. Mtu akihitaji kunihitaji kuja kupaona namba yangu ya simu ni sifuri saba moja nne samanini na mbili kumi na tano salasini na tano. Narudia sifuri saba moja nne samanini na mbili kumi na tano salasini na tano. Naweka na ziada emergency sifuri saba nane tano hamsini arobaini sitini moja. Narudia, moja nane tano hamsini arobaini sitini na moja. Jina ni Jamila Musa, asanteni. Maarufu huku shambani nafahamika Mama Farida e, huku shambani ukitaka kunipata, umuulize mtu yoyote, hata mtoto mdogo, nataka shambani kwa Mama Farida.